Kwa sababu Bazenga, mimi nimekaa vibaya aje? Mimi nimejaribu tukazi tukazi kazi huko Bazenga, mimi sikika makataa kujipa, manze ndo kwa nini Mungu ananichukia? Ama ukora ukora, uko niliacha kabisa kabisa kusikia ati mtoto wangu ameleoka kama mimi, si uko hapo? <laughs> Jamani, watu wangu Ningependa kusema hivi eh. Yesu alikuja kwa watenda dhambi, kanisa ziko pale kwa watenda dhambi. Kama ingekuwa e, unaweza ku-, yani kukata, yani mtu aliyetenda dhambi anakuja kutubu ama kutaka kuomba msamaha, alafu kanisa zingekuwa zinawakataa, sijui watu wangefikia wapi? E, najua mnajiuliza naongea hivi kuhusu nini? Kuhusu tukiangalia huyu ndugu ya Chorea, si ndio? E, kuna waka, historia ya Biblia ukiangalia hii ya huyu mwanamke aliyekuwa kahaba, watu vile walikuwa wamemshikia mawe, Yesu alisema nini? Kama hujawahi kutenda dhambi, kuwa wa kwanza kumrushia mawe. Wote waliweka mawe yao chini, waliweka mawe yao chini. Sikatai, watu wanashuku brother ya nani ya chorea, because wanapenda Dave, they are trying to be careful. Ningependa ni- niwapatie hii advice hivi, kwa hii dunia kuna watu wengine ukitaka kuwasaidia si lazima uwasaidie wakiwa karibu na wewe, si ni msaada tu, lakini si lazima uwasaidie wakiwa na wewe we, bado itahesabika ni msaada bado kwake, atasikia raha, maana umemsaidia we. Kuna wengine hata kwa hii maisha tunayoishi saa hii, unaweza kuta kuna watu wengine unaishi nao. Saa zingine aje rafiki yako akuombe kukaa na wewe kumbe anakusaliti. Unakuta saa zingine e, ulikuwa wakaa vizuri na mme wako amekuchukulia mme wako. na ungemsaidia akiwa mbali, haya yote yangetokea na wengine wanasaidia kama mandugu zao. Unakuta mambo mawili matatu yamfanyika, kama ungemsaidia akiwa mbali, haya yote yatatokea. Unakuta watu wengi ambavyo unawasaidia wakiwa karibu nawe, wakiondoka hawatakwenda kusema yale waliokufanyia mabaya, watasema yale uliowafanyia mabaya, na utalaumiwa tu Utaonekana wewe ndio mbaya, unajiringa, una maisha huyo hana, unamuonea nini nini. Hizo zote huwa zatokea. Ndio maana ukiangalia na akili yako vizuri, ukapima, ukaona huu mtu, kwa sababu wale watu ambao walipewa roho ya kusaidiana, hata wakataze vipi, hawatasikia, watajificha kando na watasaidia pasipo wewe kujua, kwa sababu hiyo ndio roho yao. Hawapendi kuona mtu akiteseka. Kuna watu walipewa, kila mtu akona kazi yake ya kufanya yenye Mungu alimtuma afanye. Unakuta hata ndio maana unakuta makanisani, unakuta kuna ushers, kuna a kuna kuna eh, kuna stewards, kuna kuna security, kuna kuna wale wote kwaya, kwaya, kwaya members, unakuta kuna wale wa hospital ministry wa kuombea wagonjwa, unakuta kuna kila mtu, kuna mahubiri, kila mtu ako na kingdom service yake anafanya Hmm, ambayo Mungu alimtuma afa- afanya. Ndio vile vile hata wale ambao hawaendi kanisani, kuna wengine hata hawaendi kanisani, lakini wa, wanaotenda wanazidi wale wanaokwenda kanisani, roho zao zinazidi, unaona, zinawazidi wale wengine. Sasa kwa ufupi, ni kuna watu wengine ukitaka kuwasaidia usiwasaidie wakiwa karibu nawe, watakuumiza baadaye, kwa sababu wewe unawasaidia juu unawasikilia huruma E, na wao hawajali. Kuna watu wengine hawajali, sasa huo wow, hawajali kabisa, na hii akifanya hii itakuumiza, they don't care. Wao kazi yao, wengine wanakuja kambe wivu, wakusumbue, wanakuja kila mtu anakuja na nia yake, hauwezi kujua. Sasa tukirudi kwa huyu brother yake Chorea, ni kweli tuliona akakavulana kalinyenyekea mwanzo Walivokashika kalikuwa tu hivyo vile mu. wenye waliona. Mimi sitetei mtu, naongea ile mimi. Kazi yangu ni kuona ile. Nimeona nakuja nawauliza kama pia nyi mliona ama ni nini? Kwa hivyo si eti kuwa namtetee, mnielewe vizuri, ninasema ile mimi niliona. Ukiwa wewe ni mtu unajua kusoma body language vizuri, ukiwa wewe ni mtu uko unajua kusoma mtu ama unajua kumchunguza mtu Unaweza angalia ujue kale kalikuwa kana behave vipi na hawa wengine ama wote wale, hata walikuwa wakishikwa na Mr Charles, tunaweza kujua ni fulani alikuwa yuko kucooperate, fulani, yani unaweza mkumconsider a little bit. Asaka kavulana kali, hata siku alikashika tu kalinyenyekea, kaliendelea kucooperate mpaka mwisho m hmm. Hivi saa hii kama amesema ametoka kwa hayo mambo, yu ataka kusaidiwa Kumbuka Yesu alisema atakuja akiwa kama mwizi, hautamjua na pia matendo ya Mungu. Mungu akitaka kukujaribu imani yako, anakuletea kitu ambayo unaangalia hivi paka wewe. Hey, Mungu mbona unajaribia? Lakini mbona huu ni mtihani Mungu? Kwa sababu ni kitu kitu ambacho ukitaka kukifanya, yaani vile unasikia kama Mungu yakuonesha, yani jaribu linakujia, kama lile la huyu mvulana anamwendea na Devu amsaidie. Unajiuliza, e, Mungu mbona unanijaribu hapa? Hii ni mtihani, mimi nitaweza vipi? Manaka, unajua ukijaribu tu utapigiwa, utapigwa, utarushiwa mawe. Unaona, sasa tukiangalia tuki, kama mtu kama Njagi Njagi alitenda mambo mengi mabaya sana sana tena sana, sana, sana, sana tunajua, lakini mwishowe alialipia na akakuja akaomba msamaha akarudisha mkono wa kwamba anataka kumsaidia Dev, kwa sababu Dev pia alimsaidia akachange watu wengi wa kumwamini, izona, izona, mission, izona, mission mission mission mission mission mpaka mwishowe Mungu akaprove ya kwamba he wasn't on a mission. Alikuwa amekuja kurudisha mkono wa shukrani. Sasa kama huyu mtoto amekuja ataka Dev msaidie amsaidie Je, yes, swali langu mnaona ni vizuri ama ni vibaya? E, kwa sababu kama mtoto kama huyu tayari ametoka kwa mikono ya magaidi tayari mmeona e, chorea yale yote aliyafanya yametuchukiza sisi wote hivi, mpaka saa hii twasikia uchungu na huyu sasa ndio ndugu yake, mitihani ndio kama hii huyu amekuja kama Yesu kama mwizi vile. Yesu alisema atakuja kama mwizi. Haya ndio majaribu yenye Mungu anakuletea anakuambia, anakujaribia awone, awone kama utaishinda ama hutashinda. Sasa kama haya ni kama yale ambayo ukitaka kumsaidia mtu kama huyu waweza msaidia, lakini usimsongeza karibu na wewe. Usiseme onjo, ukae hapa kwa studio ufanye na mimi kazi. Kumbuka mambo wakinachorea hayajapoa. Haya, haya na je unajuaje kama? Kwa sababu tukiangalia vizuri, huyu ni favorite wa Chorea, alikuwa ampenda sana. Sasa na vile kanahangaika hivi, wajuaje kama akakisaidiwa na Dev Chorea roho, naye ile roho ambaye imemgusa huyu mtoto kama ni Mungu ndiye amemleta huyu mtoto, iwe kama ni mtihani kututest, tuone kama tuko na roho ya upendo, tuko na roho ya msamaha, ama tuko na roho ya vipi, aende akamguse Chorea roho, Chorea aone eh umepokea ndugu yangu, umenikalia na ndugu yangu vizuri, umemsaidia ndugu yangu amekuja, umemnijua Chorea ataona hiyo video utamnani, umemkaribisha ndugu yangu, uja mfukuza, umemuongelesha vizuri, umemsaidia. Mbona hiyo roho Mungu asiiguse? Ushangae Mungu akageuza Chorea roho akachukua baba ya Dev akamletea, kwa sababu sisi wote tunajua kumpata Dev ndio apate babake si mchezo, ni Mungu tu asaidie hapa kwa sababu Brava anaitisha mamilioni zake hapo, Brava anasema na babako wewe utampata ngo, mwisho anakuja anasema wewe utampata na, na tumeona hizi video, wote tunajua watu wakishaingia kule kutoka hawatoki na wakina Elvis, shukuru Mungu umetoka. Wajua kwa maisha ni vizuri pia saa zingine kumpa mtu nafasi aonge aongee, umsikize, hmm? ni vizuri kumpa mtu nafasi ya ongee na akiwa anaongea na, ongea, na we tumia antena yako ya akili iwe straight, iwe inasikia kabisa, inafikiria vizuri, na usimwamini kabisa, kabisa ile unamwamini kabisa. Hata kama ni kumu, kutaka kumsaidia usimsaidie ukiwa wamwamini kabisa. Wewe kazi yako ni macho, wamchunguza oh, uone ni kweli umbadilika ama hajabadilika. Pia unamuuliza Mungu, pia Mungu nisaidie kwa haya majaribu kuna majaribu mengine, kuna vitu vingine, ukitaka kufanya unamwomba Mungu akusaidia kuguide pale, akuguide akusaidie. Kama amekujia kwa ubaya, Mungu ataonesha, ataionesha, itajitokeza, ita, ita, ita, ita tu, tutaona, tutajua hmm? so, onani, mimi sitetei wafa wala nini, yale aliyowafanyia Bela mpaka na leo yanahuzunisha na, lakini kuna wale ambao nani nani fa aliingiliwa na wale wa waganga wale ndio walikuwa wanamfanya afanya hayo mambo, alikuwa yafanya ya, si ndio? Na saa zingine akirudi normal alikuwa yuwaelezea vizuri, lakini ofisa wako anataka kumsikia, wako anataka kumsikia, awampei kumsiki, time ya kusikia hmm? mama Nancy amewaambia vile wanafaa kufanya, pia ndio hivyo lakini. Ukipea mtu nafasi ya kusikia, ndio utamsikiza, ujue utatatua hii kitu vipi. Unaona, ni hayo tu, ndio mimi nimeona mimi na ningewauliza, je, tukikutana hapo kwa comment section mnaonaje? Najua watu wengi wanaona kama hii ni mtego, lakini kuna pia mitihani ingine Mungu akikuletea ambayo itakuletea baraka huko mbele, anakuletea anakupima kama vile aone, je una, unaweza roho yako ama ikoje, unaona hata yani sijui nisemeje, hmm? Hapa tuwacha tuone vile Mungu atafanya mambo yake, kwa sababu Dev pia ni mtu ali nini yake, chaneli yake ni ya kubadilisha watu, na huyu kama amekuja anataka kubadilisha Dev, kama amekubali, sisi ni wakina nani? Si ni kumshauria na kumwombea tu, ili huyu mvulana awe amekuja ki kiuzuri, asiwe amekuja kiubaya kwa sababu kenyewe ulikaona tangazo video zetu, ukikaona ni katoto kanaweza badilika, hakuna mtu abadiliki. Mwanzo wale watu unawaona hawa, mapasta hawa, wakikwambia historia yao hauwezi amini yale walifanya, na uwezi okoka kama hawija yafanya. Kuna wengine ambao walizaliwa tu kanisani hivi ndio hivyo, na kuna wengine ali yani ndio Mungu amuita aje kumtumikia. Wana history hakuna mtu ana history, kila mtu yuko na history yake. Kwa hivyo ni vizuri kuangalia pia usi u, u, yani usi usikuwe self centered hivyo, unaangalia pia na wewe uko na historia gani, ushaikosea mtu aje mpaka ukataka mtu akusamehe? Kuna kiwango ile unakosea watu mpaka una- unafika mahali, yani hakuna mtu anayetaka kukusamehe, kila mtu amekukataa, kila mtu amekukataa. Unakuta mmoja tu ndio anatamani, ndio anajaribu kujaribu kukuelewa, na anajaribu kukusamehe. Mtu kama yule huwa hauwezi kumsahau kwa maisha kwa sababu yeye ndiye alikuelewa peke yake, wengine wote walikataa kukuelewa. Hmm? Sasa huyu kijana huyu, yani kwa maisha unakuta you are paying for a mistake of someone. Why must someone pay a mistake kukupay a mistake for another person's nini? Unaona? Kwa sababu ukiangalia sasa huyu jamaa Chorea ndiye alikosea watu sana. Hata kalikuja tu kwa picture baadaye, lakini Chorea ndiye ametukosea vibaya vibaya. Lakini sasa saa hii watu wanafikiria kama Chorea amemtuma watu, wanafikiria kama ni nini. Uwezi amini, tuko wanadamu tu. Uwezi amini, uwezi amini. Lakini sasa vitu vingine ikifika kama pale, huwa ni mtihani, huwa ni kama ni mtego. Unaachia Mungu fanya kazi yake, hakuna kinachomshinda. Unamwachia tu Mungu afanye kazi ya kazi yake. Unauliza, tunauliza Mungu, kama ni ukweli huyu mtoto amebadilika, kama amekuja kwa uzuri, Mungu mwenyewe ataonyeshana, ata expose He? ata expose Mungu mwenyewe ni hayo tu, watu wangu, hebu tu drop tu comment yako pale, useme unaonaje, ni sawa ama si sawa hmm? kwa sababu watu wanaenda kanisa juu watafute Mungu, kwa yale matendo waliokuwa wakifanya, ndio unakuta kuna watu wengine ambao kama wali- unakuta kama wapasta wengine kama wa Nigeria hivi anaweza kutoka kule kwao amekonda, amekuja akifika hapa Kenya akihubiri watu akimsikiza, yaani wakimwonesha hiyo love, unakuta mtu amenona from nowhere. kwa sababu ya nini? Kule kwao kama angewakokea kule kwao, hakuna mtu hakuna mtu mtu angemwamini angemwamini, wangesema ah, wewe watafuta pesa, wewe ujaokoka wewe. Yale yani, watu ulikuwa kitenda wewe. wanakukumbusha kulikotoka hivi hii. Lakini sasa wakitoka kule wakienda mahali kwenye watu hawawajui, na wanapewa hiyo love na understanding, mtu anamu understand inamu inamu ina ina motivate, unakuta yani ndio imani inazidi kuendelea, ndio unaona anazidi kumtumikia Mungu, kwa sababu ako mahali papya ambapo watu hawamjui. Kama sasa huyo mvulana hata akiambia watu amebadilika, hakuna mtu anaweza kumuelewa mpaka yeye mwenyewe approve ameele amebadilika, mm? na pia mtu akibadilika, pia wengine wanahitaji nini? Wanahitaji yani ile ulezi. Kama vile unaona mtu mgeni akianza kuokoka hivi na alikuwa atenda dhambi, utakuta kuna makanisa zingine unakuta kuna mapastors wa new believers, new foundation, wanawa- wanawa train kukomaa kwa Mungu pole pole pole pole hivyo. Mtu akiwa na majaribu, anaendea huyo pastor counseling, wanafanyiwa hivyo hivyo mpaka unakuta mtu ame ameendelea. Lakini mtu akiwa ameokoka ame, ame okoka, amefungiwa nyumba amefungiwa nini, anakuja kukuomba umsaidie, na kwa sababu ulijua madhambi zake, unamfurusha unambea, toka mimi, sikuamini nini nini. kila anakokwenda anafukuzwa anafukuzwa anafukuzwa. Sasa si so unajua, huyo mtu inabidi tu sasa amwe kurudia huko Yohana, otherwise na wakati kama angepokelewa vizuri, akasaidiwa akasaidiwa, angekuwa vizuri. Alafu pia kuna watu ambao watenda dhambi kama huu, mvulana, huyu mvulana huyu vile alikuwa yatenda dhambi, mtu akimshikilia mkono akam-, akaokoka kweli, akabadilika na unajua hiyo nayo ninakwambia, ni mbegu umepanda kwa Mungu, mbegu ingine hapo kali sana, mbegu nzuri ambayo inanawiri, hata jua lisiwake mvua isinyeshe inamea tu, inanawiri tu. Ujai kupita kwa mashamba za watu unakuta e, vitu imenawiri, sio nashindwa, hizi kwa nini alikuwa pandana, na nini nini na, na na mwezi ama ama alikuwa pandana nini? mbona huku kwingine hazinawiri? Eh, ni kwa sababu mikono imetakasika hiyo yale anayotendea Mungu huwezi kujua ha? Kwa sababu uwezi kuwa unamnini una yani una judge, judge mtu, ujui huyo mtu huyo ongea na Mungu wake vipi, auwezi kujua auwezi kujua mtu yaongea na Mungu wake vipi, si ni sawa? Watu wangu, mimi niambieni tu hapo, mnafikiria vipi? Kwa sababu hapa tuko hapa kumshauria pia dev na na atasoma tu comments zenu. Kwa hivyo si ni sawa? Watu wangu, mshinde salama na Mungu awalinde na wapenda.